Kennedy Moses, uh, nimekupata vyema kabisa na ni kweli kabisa kama walivyotangulia kusema kwamba sisi uh, tumeamkia katika dimba la Benjamin Mkapa, eneo ambalo Simba Sports inataka kuandika historia nyingine ya kutinga hatua ya makundi, safari hii ni ya Ligi ya Mabingwa barani Afrika ya Afrika. Nafahamu ya kwamba leo hii kama Simba Sports itafanikiwa kutinga katika hatua ya makundi basi itakuwa ni mara ya saba katika michuano tofauti tufaut, tofauti kwa maana ya kwamba kombe la shirikisho lakini pia ligi ya mabingwa hapa tulipo sisi tupo pembezoni kabisa uh, mwa dimba la Benjamin Benjamin Mkapa, lango cool kuu lile naweza kaona kule nyuma uh, Benjamin Mkapa uh, stadium ama uwanja wa Benjamin Mkapa ndio eneo ambalo bila shaka timu zote mbili zitakapofika hapa zitatumia njia hii kuweza kuingia pale. Mechi ni saa kumi na itakuwa ni Azam Sports 1 HD, lakini tayari baadhi ya mashabiki wameshafika hapa, na unajua ya kwamba Simba wenyewe wanasema kauli mbiu yao kwamba hatujaridhika. Ndivyo wanavyosema wao, Simba, kwa maana ya kwamba tayari wana magoli matatu mkononi, lakini hayo wao wanayaona hayawatoshi. Kennedy, hapa wapo mashabiki tayari wamekwisha fika hapa. Kama una neno kabla sijaendelea, unaweza ukaniambia ama uniruhusu niendelee kuzungumza na mashabiki wa hapa. Ni kweli kabisa, mashabiki mashabiki wa Simba Sports <laughs> wamefika hapa, kama uliyemtaja yupo pembeni yangu hapa, wapo wengine hapa muda mrefu kabisa. <music>